Belina. Unamfahamu nyuki? Yes. Nyuki ni nini ni, ni? Mdudu anayetoa asali. Ule kutumia asali. Mara yako ya mwisho kutumia asali ni nini? Leo asubuhi. Kweli? Yes. Unatumia asali kwenye nini? Kwenye... Sorry asali kwenye chai mm. Natumia pia kupaka mikate mm, kama mdada mm, na napenda urembo mm. Natumia kwenye skin yangu kama unavyoona okay. Alafu pia natumia kama steaming kwenye nywele zangu wow. Msaidia sana kwenye kukuza nywele zangu, kwa sababu nywele zangu zilikuwa ni fupi sana kao napenda kutumia okay, asali kwa sababu na matumizi mengi kauwe, okay, ni mtumiaji mzuri wa asali. Yes. Jambo. yeah. Oh, ni, ni mtumiaji wa jambo, kushauri wewe pia utumie yeah, a na, na, na, na mimi ni mtumiaji mzuri wa, wa jambo asari hmm, yeah. Uliwahi kungatwa na nyuki? Hapana, sijawai. Hapana, yeah. Kwa hiyo uyajui maumivu ya, ya nyukinajua utamu wakeunajua utamu tu wa asari mm. ila ujui, ujui nyuki akikung'ata inakuwaje? mm -hmm. So wewe um, umesema ni, ni mtumiaji wa zuri wa, wa jambo asali kwenye masuala ya nywele, ngozi bozi. Lakini na chakula mm -hmm. mm -hmm. uh, si pia familia, familia yako kwa ujumla mm -hmm. kwa umekuwa watumiaji wazuri wa, wa asali sasa mm -hmm. unawashaurije uh, wanawake wenzio au wasichana wenzio ambao pengine hawajui